Tunawaambia wajiajiri wakati watoto wetu, ndugu zetu, tumewatafutia ajira hizi. Zote ni changamoto, lakini mfanyeje? Hali hii imepelekea baadhi ya watu na hasa vijana wetu kukata tamaa. Baadhi wamejikuta wakikatia tamaa maisha na matokeo yake kujiona hawana thamani na hata kuyaona maisha yenyewe hayana thamani. Hali hii imepelekea matukio ya uharifu, uharibifu, maumivu na mengine mengi kuongezeka katika jamii. Tumealikwa sisi sote tuungane, tutiane moyo tusafiri kimwili hata kiroho, tukiwa tumebeba msalaba na tutanguliwe na msalaba. Leo ni wakati wa kustawisha maisha yetu ya kiroho, kimaadili na kiutu, tunapoendelea kujipatia taaluma na ujuzi mbalimbali katika vio vyetu hivi vikuu. Hivyo naombeni, imarisheni uhusiano wenu na Mungu na watu wote ikiwa mkitaka kweli mwe chimbuko la matumaini kwa wale wanaowategemea. Muda mfupi tutabariki jengo hili, tunakaribisha baraka ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja na nyinyote, walimu, wanafunzi, na waadhili na wafanyakazi wengine, mtakulitumia kazi yenu ipate baraka za Mwenyezi Mungu. Naomba yale aliyoyasema makamu mkuu wa chuo nimeyapenda sana. Hili jengo ni zuri sana, na wengine jana walikuwa natia vibwagizo kwamba unaweza ukatembea kwenye vyuo vyote vikuu. Mimi nasema wanafunzi wetu ni watu wazima katika maana ya maturity pamoja na kushiriki kazi za ujenzi wa chuo hiki, ni makini katika utunzaji na matumizi ya miundombinu ambayo tumeijenga, na hilo linadhihirishwa wazi mnapotembea katika mazingira y ya, ya chuo hapa na main campus, majengo yote yako katika hali nzuri safi. Ni kwa sababu ya wanafunzi hao kuwa makini na kwa kisi utu uzima katika kutunza miundombinu hii wakijua kuwa miundombinu hii haiko kwa ajili yao tu isipokuwa na wenzao wanaokuja Sita. Ni kwa ajili ya kutoa mihadhara ya jumla ikiweza kuwaweka wanafunzi 800 800 kila chumba na chumba kingine tumekitenga kama chumba cha cha kompyuta ambacho kitaweza kuwaweka kwa pamoja wanafunzi 400 kwa hiyo kwa ujumla wake kwa wakati mmoja wanafunzi pamoja na walimu wanaweza kutumia jengo hili kwa wakati mmoja watu kama elfu tano mia sita.